Jambo lingine ambalo mheshimiwa rais ameliamua leo ni kwamba kama wananchi ambavyo watakumbuka kwamba huko nyuma kulikuwa na kitengo cha polisi bandarini ambacho kilikuwa kinasaidia ulinzi kule bandarini, lakini ikafika mahali ambapo mamlaka ya bandari ikafikiri inaweza kuweka utaratibu wa walinzi wa wao wa wenyewe kulinda kule bandarini. Sasa mheshimiwa rais ameamua kwamba polisi warudi bandarini warudi wafanye kazi ya ulinzi kama walivyokuwa wanafanya zamani, alafu kule kwenye kwenye kwenye zile flow meter kule ambako waziri mkuu alienda na akamsimamisha yule mtendaji mkuu wa wakala ya vipimo. Aa, zile flow meter lazima zilindwe na polisi. Sasa Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania Mheshimiwa John Pombe Joseph Magufuli amefanya uteuzi leo kwenye maeneo matatu: Wizara ya Mambo ya Nchi za Nje, Wizara ya Mambo ya Ndani, kwa maana ya Jeshi la Polisi na NIDA, mamlaka ya vitambulisho vya taifa. Kwa upande wa Wizara ya Mambo ya Nchi za Nje ameteua watu watatu kuwa mabalozi, nao ni Mheshimiwa Dr. Asha Rose Migiro mwingine ni Mheshimiwa Matias Chikawe na mwingine ni bwana Ramadhani Dao, Dkt. Ramadhani Dao. Hao wameteuliwa kuwa mabalozi, lakini vituo vya vyao vitajulikana baadaye baada ya taratibu za kidiplomasia kukamilika. Kwa upande wa polisi, Rais amempandisha cheo naibu kamishna wa polisi Simon Nyakoro Siro amemfanya kuwa kamishna na kumteua kuwa kamanda wa kanda maalum ya kipolisi ya Dar es Salaam, na anajaza nafasi iliyoachwa wazi na kamishna mstaafu Suleiman Kova. Wa pili ni naibu kamishna wa polisi Albert Nyamuhanga, huyu rais amempandisha cheo kuwa kamishna na amemteua kuongoza idara ya fedha, utawala na logistic kwenye jeshi la polisi, nafasi ambayo iliachwa wazi na kamishna wa polisi Claudwick Matthew Mtweve ambaye kama mnavyokumbuka ameteuliwa na rais kuwa katibu tawala wa mkoa wa Mwanza. Mwingine ni aliyekuwa naibu kamishna uh, wa polisi Robert Boaz Mikomangwa ambaye rais amempandisha cheo amekuwa kamishna wa polisi na amemteua kuongoza idara ya intelijensia nafasi ambayo iliachwa wazi na kamishna Valentino Mlowola ambaye rais alimteua kuwa kaimu mkurugenzi mkuu wa TAKUKURU. Wanne ni e, kamishna msaidizi mwandamizi wa polisi Nsato Marijani Msianzia huyu amepandishwa cheo kuwa kamishna wa polisi na kuteuliwa kuongoza idara ya mafunzo na operesheni, ambayo mtakumbuka ilikuwa inaongozwa na kamishna wa polisi Paul Chagonja, ambaye rais alimteua kuwa katibu tawala wa mkoa wa Katavi. Kwa hiyo huo ndio uteuzi upande wa jeshi la polisi. Upande wa NIDA, eh, mheshimiwa rais ame, ame teua Dr. Modestus Francis Kipilimba huyu ni mkurugenzi wa management ya udhibiti, Kiingereza wanaita director of risk management kwenye benki kuu ya Tanzania, ameteuliwa kwenda kukaimu nafasi ile ya mkurugenzi mkuu wa NIDA. Na uteuzi huu wote niliyosema unaanza leo.